Kwa majina naitwa Yona Amon Chizua, ni muuguzi bingwa wa moyo na mishipa ya damu kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Ninaefanya kazi katika kitengo cha magonjwa ya dharura katika hospitali ya Mloganzila. Nina uzoefu wa miaka kumi katika kitengo hichi cha magonjwa ya dharura ambako nimekuwa nikiwafundisha wauguzi tarajari wanaoingia na kutoka katika dara hii ya magonjwa ya dharura ambako nimeweza kuwaelimisha namna mbalimbali mbali ya kuweza kukabiliana na wagonjwa wa dharura, lakini pia nimekuwa nikiwafundisha wafanyakazi kutoka vitengo tofauti tofauti ndani ya hospitali ili waweze kuelewa namna bora ya kufanya uokozi kwa wagonjwa ambao mapigo ya moyo yanasimama. Lakini pia nimefanikiwa kufanya utafiti unaweza kuongeza uelewa katika ulimwengu wa utafiti. Nimependekezwa kuwania tuzo ya kipeng, vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni muuguzi bora wa mwaka wa kiume na kipengele cha pili ni muuguzi bingwa wa mwaka kutoka katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Ninaamini kwamba utanipigia kura na nitaibuka kidedea bali za wakati huu. Kwa majina, naitwa Damalu Mayala, ni afisa muuguzi msaidizi, nafanya kazi hospitali e ya taifa Muhimbili kampasi ya Mloganzila, kitengo cha magonjwa ya ya ya, ya ndani nimependekezwa kukuania nafasi ya muuguzi bora wa kiume katika tawi letu la TANNA Mloganzila elfu mbili na ishirini na tano. E, ninayo uzoefu wa kufanya kazi wa zaidi ya miaka mitano. Nimekuwa nikitoa huduma bora salama, e, ya kuzingatia huruma, lakini pia kuzingatia utu na heshima kwa wateja pamoja na wagonjwa wetu. Hii inapelekea wagonjwa kufurahia huduma na kupata nafuu na kuwarudishia matumaini yao. Kwa unyenyekevu mkubwa na kuja mbele zenu nikiomba kura zenu ili niweze kushinda e, tuzo hii ya muuguzi bora wa kiume wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tawi letu la tano Mloganzila. Asanteni sana.